zungumzia MajiMaji ni moja kati ya timu kubwa ambayo iliwahi kufanya vitu vikubwa sana katika nchi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kikubwa niseme tu kwamba naona raha, naona furaha. Siku chache mara baada ya viongozi wa klabu ya soka ya MajiMaji FC kuanza harakati za kuiusha upya timu hiyo, mashabiki na viongozi wa chama cha soka mkoa wa Ruvuma wamepongeza hatua hiyo wakisema kuwa ni hatua ya msingi katika kuhakikisha mkoa wa Ruvuma unakuwa na vilabu vingi vinavyoshiriki mashindano mbalimbali. Wakizungumza na Toka Zamani Tv kwa nyakati tofauti, baadhi ya viongozi hao akiwemo katibu wa chama cha soka mkoa wa Ruvuma Abdur Omar wanaeleza. Kwanza cha kushukuru ni kwamba uh, uongozi wa chama cha mpira wa wilaya nikimaanisha sofa wamejiorganize kwa pamoja na kuona kuna umuhimu wa kuirejesha Majimaji, kwa sababu unajua wametokea kwenye adhabu ambayo ilikuwa ni kali ya takriban miaka miwili. Sasa huwezi ukarudisha timu kwa mara moja, ni lazima uanze na michezo ya hapa na pale kuwa wadau watambue. Sasa na wasirare kwa pamoja, wajue kwamba timu yao ya Majimaji ipo na inahitaji sapoti ili iweze kusimama na ifikie lengo lake kwa sababu uh, ilitoka kwenye kifungo sasa, inaelekea kwenye neema. Neema yenyewe ndio hii ya kuanza michezo uh, kidogo kidogo, ili mwisho wa siku sasa, uh, waweze kusimama na wadau mbalimbali waishike mkono, ili basi timu yao ilejee pale ambapo ilizoeleka kuwepo. Na uh, kikubwa, mimi nadhani ni wadau waweze kuguswa, kwa sababu ukitizama kwa mkoa huu, uh, historia ya jina na timu ilipo unaona ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo, kwa kipekee nikiwa kama katibu wa chama cha mpira mkoa, nafurahia kuona hiki ambacho wanakifanya, ili basi kwa yeyote atakayenuiwa, waweze kushikana kwa pamoja na wafikie lengo. Lengo ni zuri, lengo ni ku tengeneza timu, lengo ni kurudisha timu ilipokuwa, lengo ni kufikia maamuzi sahihi, ili watengeneze jambo kwa pamoja ambalo ni uh, jina la Majimaji liweze kusimama na iendelee kushiriki kwenye mashindano uh, makubwa ya hapa Tanzania. Nafurahi kwa sababu unapoizungumzia Majimaji, ni moja kati ya timu kubwa ambayo iliwahi kufanya vitu vikubwa sana katika nchi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Uh, kikubwa niseme tu kwamba naona raha naona furaha na napenda tuwe na timu hii ya Majimaji, ambapo sisi wadau wa soka tunafahamu faida ya kuwa na hii timu ni nini kwenye mkoa wetu. Ah, tuipe nguvu timu, imerudi tuipe nguvu, tuipe ushirikiano, tuwape ushirikiano viongozi ambao wameamua, wamekaa, wamechakata, wakaona warudi tena kwa namna nyingine. Tuwape nguvu viongozi, tuipe nguvu timu, tuwajengee uwezo mkubwa wa wachezaji. Maisha yaendelee endelee, sisi laha yetu ni furaha. Hey, raha yetu ni furaha na tupate furaha ya soka na raha yetu ni mpira. Bas. Awali mkurugenzi na makamu mwenyekiti wa klabu ya soka ya Majimaji, Alan Bunga, ameeleza kuwa lengo la Majimaji FC ni kuhakikisha timu hiyo inaanzia championship mara baada ya taratibu za uwekezaji kukamilika. Kwa muda mrefu, sisi baada ya kuteremka daraja, tulikuwa kwenye mchakato kwa ajili ya kujipanga ili tuweze kurudi kurudi vizuri na kwa sababu changamoto wetu kubwa ilikuwa masuala ya kipesa financing, tuona klabu yetu tuibadilishe, tuisajili iwe kampuni. Mchakato umekwenda vizuri, tumesajili kampuni, timu sasa hivi ni kampuni, na baada ya hapo sasa tumeanza kurejea kwenye michezo kwenye, kwenye, kwenye filmu. Lakini baada ya hapo tuna mchakato tena mwingine, tunataka tusajili kwenye soko la hisa ili sasa wanachama wetu waweze kuwapata kununua hisa itatusaidia sana sisi kuondoa swala la tatizo la kifedha. sawa sawa, na kwa sasa tayari timu imekamilika na iko tayari kushiriki mashindano yoyote. Timu iko vizuri, lakini bado tunaendelea kuimarisha kwenye mashindano yanayokuja. Kama ulivyoiona hapa, mwenzetu mwanahabari, umeona timu ilivyo bora, lakini bado hatujarizika sisi, tuko katika proses ya kuimarisha zaidi ili ii kwenye ikipata ma... fursa ya kuingia kwenye mashindano iweze kufanya vizuri zaidi na tuweze kuwapa burudani watu wa Songea na mkoa wa mzima wa Ruvuma. Kwa mashabiki wa soka wa mkoa wa Ruvuma ambao sasa hivi wamepata habari hii kuhusiana na MajiMaji, watarajia kuiona msimu ujao ikishiriki mashindano yoyote. Lengo letu sisi, pamoja na masuala ya isa na kusajili kampuni, tunataka tununue, tununue timu ili tukaanzie kwenye daraja la kwanza, ili baada ya muda mfupi wa, wapenzi wa soka wa mkoa wa Ruvuma waone Simba Songea, waone Azam Songea, waone As, na, na, na Yanga wanakuja Songea kama ilivyokuwa siku za nyuma. Ndio lengo letu kubwa ambalo sasa hivi tuko katika process ya kukamilisha. Na kwa wale ambao wanasikiliza e, kuhusiana na mchakato huu wa hisa unaoendelea kwa sasa, kitu gani wanapaswa kufanya? Wafanye subira, subira. Tukishaingia kwenye soko la hisa, wajiandae kukusanya pesa, wauziwe hisa ili waweze kuwa wanachama wa timu ya Majimaji. Na kwa kumalizia, wito wako kwa wakazi wa mkoa Ruvuma popote walipo Tanzania hata nje ya Tanzania e, Maji Maji ipo, itaendelea kuwepo na Maji Maji shall never die. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Oti Johana daycare and nursery school ni mahali salama na penye ya ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.